Kadri uchaguzi mkuu wa Tanzania unavyokaribia tarehe 29 Oktoba mwaka huu, hali ya kisiasa nchini humo inazidi kuzua wasiwasi mkubwa. Ripoti mpya ya Amnesty International imefichua ongezeko la ukandamizaji, vitisho na ukiukaji wa haki za binadamu, hasa dhidi ya viongozi wa upinzani, wanaharakati, wanahabari na wananchi wanaothubutu kuikosoa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kulingana na ripoti hiyo iitwayo Unopposed, Unchecked, Unjust, the dispute beneath the 2025 Tanzania vote, uchaguzi unaotarajiwa unatawaliwa na chama tawala, chama cha Mapinduzi, CCM, huku wagombea wakuu wa upinzani wakizuiliwa kushiriki, akiwemo Luhaga Mpina ambaye amenyimwa nafasi ya kugombea mara ya pili, naye Tundu Lissu kiongozi wa chama cha Chadema anakabiliwa na kesi ya uhaini jambo lililochukuliwa kama njama ya kisiasa kumziba sauti. Amnesty inasema serikali ya Rais Samia imevunja matumaini ya mageuzi, badala yake imeruhusu mateso, kukamatwa kiholela, mauaji yasiyo ya kisheria na kutoweka kwa watu bila yeyote kuwajibishwa. Mfano ni tukio la Ali Muhamed Kibao, mkakati mkuu wa chama cha Chadema ambaye alitekwa nyara na kupatikana ameuawa pwani ya bahari ya Hindi, septemba mwaka jana. Wengine kama Dionis Kipanya na wanaharakati wa vijana wa Chadema waliopotea zaidi ya mwaka mmoja uliopita bado hawajulikani walipo. Mashirika ya kisheria kama Tanganyika Law Society yameripoti zaidi ya watu 80 waliopotea kwa njia ya kutatanisha. Aidha, polisi wamekuwa wakitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wafuasi wa upinzani, baadhi wakijeruhiwa vibaya, wengine wakitelekezwa porini baada ya kuteswa. Kwa mujibu wa Amnesty, serikali imegeuza sheria kuwa silaha ya kisiasa. Marekebisho ya sheria za vyama vya siasa na tume ya uchaguzi yamezidisha kuzibwa kwa mianya ya kidemokrasia huku mikutano ya kisiasa ya upinzani ikipigwa marufuku au kuvamiwa na polisi. Amnesty International inaitaka serikali ya Tanzania kusitisha mara moja kampeni ya ukandamizaji, kuachilia wale wote wanaoshikiliwa kwa misingi ya kisiasa na kufanya uchaguzi huru kuhusu matukio ya mauaji na kutoweka kwa watu. Bila hatua madhubuti, uchaguzi wa mwaka 2025 unaweza kuwa ni wakiitifaki tu bila uhalali, ukiendeshwa katika mazingira ya hofu, ukimya na mateso. Kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma, sauti za hofu na matumaini zinagongana. Wakati Tanzania ikielekea katika uchaguzi mkuu, dunia inasubiri kuona kama demokrasia itaisha au itaendelea kunyamazishwa. Na haya ni makala maalum, ikiwa ni ndani ya Dabaso Sultan Media. mimi ni Kasim Hamisi.